Yes, bana mambo vipi? Jina langu ni Yesaya na hii ni Yesaya Software Podcast. Na hapa kwenye Yesaya Software Podcast kuna vitu vingi ambavyo nimekuwa nikikushirikisha. Na hivi recently pia nimekuwa niki ashia na wewe vitu mbalimbali kuhusiana na mazoezi, namna gani unavyoweza kuwa fit na kuhakikisha kwamba unafanya kazi zako bila kuwa na changamoto yoyote. Ni hilo ni jambo kubwa sana. Hata kama unafanya shughuli zako, make sure kwamba you get the time na ujaribu kufanya uh, mazoezi ambayo yanaweza kukusaidia, lakini the main concerns ambayo ninataka kuzungumza na wewe ni kuhusiana na, na teknolojia. Kuna vitu vingi ambavyo vimekuwa vikiendelea. Mimi pia nimekuwa ni mdao um, uh, kwenye akili unde toka mwaka 2018 tulivyokuwa tunashiriki kwenye programu yetu ya ishangazi na vitu kama hivyo. One of the project ambazo tulitengeneza chatbot by then ambayo ilikuwa na take advantage Uh, ya kutumia akiliunde ilikuwa ni good ride na by that time yes. Uh, ilikuwa ni kitu kizuri sana. Hata hivyo, uh, akiliunde au eh, AI ambavyo unaita wewe haikuishia uh, wala, well, it wasn't a buzz, a buzzword, na mpaka leo ni kitu ambacho kina a skyrocket kwa, uh, kwa kiasi kikubwa na the good thing about uh, Akili Unde this time around ni kwamba generative AI imekuja kubadilisha mfumo mzima wa maisha yetu ambavyo tunafanya. Kwa mfano, hivi leo hata ukituma email yenye typo, uh, lazima tutaweza kushangaa kidogo why that happened? Kwa sababu kuna tools nyingi ambazo zinaweza zikakusaidia kuhakikisha kwamba una communicate vizuri na bila ku compromise privacy ya taarifa zako. For example, ukitumia uh, kitu kama Uh, Mac inakuja na Apple Intelligence and the entire AI engine iko kwenye device, kwa hiyo mara nyingi kwa mfano mimi nikiwa najaribu ku establish my communication yangu, I have to recheck kama niko vizuri kwenye grammar uh, Apple Intelligence ambayo iko kwenye kompyuta yangu. Kwa hiyo imekuwa ni kitu kizuri sana kwa, kuna vitu vingi ambavyo unaweza uh, ukavitumia na at one point or the other lazima tu utatumia akili unde kwenye maisha ya leo na kama uh, unahusika una, una mojawapo unavitumia vifaa vya kielektroniki basi swala la kutumia akili unde litakuwepo at your fingerprint whether you like it or not. Behind the scenes application ambazo unatumia au vitu unavyokuwa unavifanya basi vinatumia akili unde at some point, na hii hii haishii kwenye communication peke yake. Kuna aplikesheni nyingi sana za akiliunde ambapo unaweza kufikiria we. Kwenye masuala ya analysis ya ripoti mbalimbali, akiliunde imekuwa ni msaada mkubwa sana. Unaweza kuona hata kuna video kadhaa watu wamekuwa wakishea, wakieleza kwamba okay, naweza nikakupatia au kuna hii ni listi ya Um, uh, software ambazo zinatumia akiliunde ambazo zinaweza zikakusaidia kwenye mambo kadha wakadha, graphics designs, kama uh, vitu kama vya photo editing, alabda um, hiyo generative AI kama Chat GPT and kuandika proposal zako na nini. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kuna uh, application ziko nyingi, na hizi uh, tools za AI au uh, tools za akiliunde ziko uh, scattered kwenye Uh, tofauti tofauti na kuna ambazo zina perform vizuri from one era or the other. Kwa hiyo, uh, what I'm trying to say kwenye hii video ni kwamba yes, we have to accept uh, whether we like it or not, na kitu kimoja ambacho nilikuwa najaribu kukiangalia um, hasa kwenye uh, hizi introduction mbalimbali mbali ambazo zinaweza zikafanyika either kupichwa idea whatever ambacho unafanya au project ambayo unaifanya katika ulimwengu wa sasa for it to make sense na, uh, nadhani kwamba ukiweka component ya kwamba uh, kuna functionality ambazo zinatumia Akili Unde, kuna chances kubwa unaweza ukasucceed uka kwenye nani yako, because that's the direction, that's the way we are supposed to go na this won't stop anytime soon. Kwa hiyo, uh, kuna kuna, kuna uh, jambo kubwa, kuna nafasi kubwa, kuna opportunity kubwa ya kufikiria zaidi, sasa namna gani tunaweza tukazifanya hizi akiliunde zitumike kwenye maisha yetu ya kila siku kwenye kazi zetu za kila siku, and if you're planning to pitch uh, any sort of a new idea uh, I think it is uh, very important that you consider kutumia akiliunde kwenye your project for for the idea to make sense kwa watu ambao unaenda kwa kwa pitch. Um, kuna, kuna faida nyingi ambazo tunaweza tukazizungumzia kwenye akili unde. Um, let's say kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikarahisika zaidi, na sio kama ilivyokuwa tunafanya zamani. Labda kuna some ya kind of resource ambazo zitapungua uh, katika utendaji au katika idea hiyo ambao unaileta, and this is why nadhani akili unde imekuwa ni option nzuri zaidi kwenye maeneo mengi. I think kuna kama kama kama, ni mara yako ya kwanza kuangalia video hii kupitia hii channel ya YouTube channel ya Yesaya Software, usiache kuniachia maoni yako hapo chini. Na wewe unaonaje uh, mabadiliko haya ya artificial intelligence au akili unde yanavyoweza kutusaidia zaidi? Na for example take a good use case kwa hapa nyumbani Tanzania, mazingira gani ambayo unadhani kwamba akili unde inafanya kazi vizuri, au kuna maeneo fulani ambayo tuki introduce akiliunde basi tunaweza kufanya vizuri sana. be sure to uh, leave a like ku subscribe kwenye YouTube channel ya Yesaya Software ili tuweze ku discuss kwenye kesi kama hizi hapa kwa hiyo, uh, hiyo, hii ilikuwa ni observation yangu kwenye uh, haya masuala ya akiliunde na namna ambavyo inaweza ikatusaidia, uh, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. a application nyingi sana za matumizi ya AI bado. Uh, nimeona ni, ni recently, pia kuna kampuni kwa mfano ya magari ya Uchina ya BYD electric vehicles. So nina, ninaona kwamba kuna uh, direction nzuri ambayo tunaenda nayo. Huenda magari ambayo yanaanza kujiendesha pia yatakuja Tanzania uh, yeah, you never know. Kwa hiyo ndi, ndi direction ambayo tunaenda. Kwa hiyo hatuwezi tukaizuia moja kwa moja um, hii ya akili unde kama kuna hizi uh, teknolojia ambazo zina zinakuja hata kama hatutaki zitakuja mlangoni kwetu kutulazimisha tutoke kule tuliko, basi tuende kwenye direction ambayo tunataka. Nimeona kuna conference nyingi sana kutoka miaka ya 2021 22 most of them pia zilikuwa zimefocus kwenye Akili Unde na pia kuna transformation kubwa, nakumbuka mwaka 2023 au 2024 niliweza kuhudhuria kongamano moja Nairobi nchini Kenya, na kwenye kongamano lile, pia tulikuwa tunaangazia uh, terminology au tunaweza tukaita istilahi za Kiswahili ambazo tunaweza tukaziingiza kwenye Akili Unde, na hii inaweza sasa kusaidia kwamba licha ya kwamba Akili Unde kwa, akili kwa, kwa, kwa kiasi kikubwa Uh, imekuwa ni jambo jipya kwenye maeneo mengi lakini terminolojia zake zilikuwa bado hazijawa, hazijapata tafsiri sahihi kwenye lugha yetu adhimu kabisa ya Kiswahili, na ndio sababu um, mimi nilikuwa sehemu ya timu ambayo ilienda kufanya kazi hiyo na ilikuwa ni kazi nzuri sana. Uh, what I'm trying to say ni kwamba um, hii teknolojia inapanuka na inatufata kule ambako tupo na umeona kwamba initiative mbalimbali mbali zime, zimefanyika including uh, hilo swala la kuweka hizo terminology zije kwa lugha yetu, na hii tunaita uh, tunaweza tukaita kwamba ni localized content kwa mazingira ambayo tuko nayo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba tunaweza tukaipokea Akili Unde like na tukailocalize kuja kwenye mazingira yetu ya kawaida, but I want to see, um, a lot of projects ambazo nimeziona Uh, nataka kuona kwamba zikifanya mabadiliko ya kweli kwenye mazingira ya Watanzania. Uh, what can I say with that, um, uh, teknolojia iliyokuwa revolutionize kama hii masuala ya mobile money ambayo ina impact moja kwa moja mpaka watu wa kijijini kabisa. Uh, what that idea ambayo inaweza ikafika to that level or to that scale kwa mazingira yetu ya Tanzania ambayo itakuwa ni teknolojia ya akiliunde ambayo itakuwa ina impact kiasi hicho. Uh, I'm trying to think, na ndio sababu nadhani kama Tanzania kama nchi uh, we have a lot to do kuhakikisha kwamba tunaweza tuka unveil, uh, that kind of innovation ziweze kwenda uh, kutoa uh, majawabu au matokeo makubwa impact kubwa uh, kwenye eneo la akiliunde ambayo ita affect maisha ya Tanzania kwa upana wake kama ilivyokuwa kwenye masuala ya mobile money. I think uh, that is one example ambayo nimeona imefanya vizuri zaidi. I, I don't know, I really want to see na nataka nipate uh, feedback kutoka kwako pia, una unaonaje una kuhusu hili hapa na uh, I'm looking forward kupokea maoni yenu na mimi niweze kujifunza, na huenda uh, unajua sometimes we can discuss these things na unaweza kuona kwa upande wangu kwamba this is the limit lakini maybe kuna a lot of projects ambazo zimefika to that scale. Let me know in the comment, pia nijue kwamba uh, tuko position gani? There is lots of uh, uh initiative I understand ambazo zinafanyika but it's time to make that action to make sure that tunapata hicho kitu uh, ambacho kitakuwa ni kizuri zaidi. What do you say about Uh, maybe policies and regulation ambazo ziko in place uh, at this point, nadhani tuko sehemu nzuri sana kwa sababu hakuna kitu chochote hapa kinatuzuia moja kwa moja au kuna policy ambayo inatuzuia tusifanye hizo innovation za AI, na nadhani kwamba ni jambo zuri sana ambalo tunaweza tukalitumia na likaleta matokeo chanya chanya. Tunatakiwa tujipe muda tu. Um, kuna msemo mmoja mzuri sana ambao nimeusikia nime kwamba you fail fast then una learn then you unaenda kwenye next iteration. I, I, I think that's a good start even for us.